Ukiona unasifiwa alafu kuna maneno kama "mbona" lakini ila, na wewe tu jua hakuna sifa hapo, ni kejeli tu. Yani huyo mtu anakuona wewe kitumbua, mbona na wewe ni mzuri tu. Hii kauli inanikeraga kinoma yani. Kwa nini uweke neno mbona na neno tu? Alafu guys, nilisahau kuambia, nimekutana na viumbe wazuri kama mimi, na hapa nipo sehemu walioweka kambi, ndo kule chini. Nimeona pia kuna warembo, ila ni wanadamu wanadamu nilishakataa kudeti nao wanadamu, mambo mengi kinoma. Kuna mdada aliniambia eti oh, Vacham, unajua wewe ni handsome ila tu tatizo lako mkono mfupi. Anataka nirefushe mkono yani niwe na muhonga pesa, na ukicheki, sina kitu zaidi ya ndizi na vibama. Ila warembo wa kule kwetu ndo unyama yani, ukiwa na ndizi tu umempata, na ukiwa na vibama hapo ndo unaoa kabisa. Mnao kazana kusema nimevaa kinyago mara namna gani vipi, ingieni YouTube. Dafteni Vinay TV, ukweli wote mtajionea wenyewe, na mulioni follow, kuna kitu nitawaonyesha ila musishtuke yeah, na kuona vacham upo bize na tiktoku. Ila yote ya yote ni kwamba hapa kwenye hii kempu, wenzangu wanaandaa bonge moja la mpango. Hakikisha una nifolo ili usipitwe na hili tukio.